Kizazi kilichozaliwa mwanzoni hujinasibu kuwa na bahati ya kuwaona akina Pele wakikiita kizazi cha sasa kutokuwa na bahati ya kuwaona magwiji kama Pele Maradona, na wengineo. Sisi kizazi cha milenia tunajivunia kuwaona akina Zinedine Zidane, Zizu, Rudi, Vanestro na magwiji waliokuwa wanaishiaishia mwanzoni mwa miaka elfu mbili na na kuwafaidi baadhi ya wa wachezaji kama akina Gaucho, Messi na Ronaldo kuanzia walipochipukia hadi katika ubora wao. Kwa watu wa imani huona kuwa duniani ili mtu ajione kuwa sawa, basi ni ufanikiwe kwa baraka za Mungu, lakini wengine huamini ni lazima uwe na bahati. Kama ilivyo kwa mtazamo wa watu hao, basi ndivyo ninavyoanza kukuambia kuwa mashabiki wa mpira wa Tanzania, hususan klabu ya Yanga, huamini kuwa ilikuwa ni neema iliyoambatana na bahati kumpata Stefani Azizi Ki katika klabu yao, kutokana na uwezo na ubarikio maridhawa wa kipaji chake. Stefani Azizi Ki, kiungo mshambuliaji, kutoka Burkina Faso. Alijiunga na Yanga Sports Club ya Tanzania mnamo Julai 15, 2022 akitokea ASEC Mimosas ya Ivory Coast. Katika kipindi chake cha miaka mitatu na Yanga, alijidhihirisha kuwa mchezaji muhimu, akichangia kwa kiasi kikubwa mafanikio ya klabu hiyo. Akiwa na uwezo wa juu wa kupiga pasi za mwisho, kupiga mipira ya adhabu na kufunga mabao muhimu, Aziz Ki alihusika moja kwa moja kuiwezesha Yanga kutoa mataji mawili ya ligi kuu Tanzania bara mfululizo na kufika fainali ya kombe la shirikisho Afrika mwaka 2023. katika msimu wa mwaka Alimaliza akiwa mfungaji bora wa ligi na alitajwa kuwa mchezaji bora wa msimu na kiungo bora wa mwaka. Mbali na uchezaji wake wa kiwango cha juu, alijulikana kwa uongozi wake uwanjani, nidhamu na ushirikiano na wachezaji wenzake, akibeba maadili ya kitaalamu yaliyoinua taswira ya Yanga kimataifa. Uhamisho wake kwenda Widadi ya Moroko ni hatua kubwa katika maisha yake ya soka, lakini mchango wake kwa Yanga utabaki kuwa wa kihistoria. Ameondoka Yanga akiwa na ju ya magoli hamsini na mbili pasi za ya magoli yani asisti thelathini na mbili akihusika kwa ujumla katika magoli themanini na nne klabuni hapo akifanikiwa kutoa jumla ya mataji tisa huku akicheza jumla ya mechi mia moja kumi na tisa makombe yaliyobeba ni mataji mawili ya ligi kuu ya nbc mataji mawili ya kombe la shirikisho la azam na crdb mataji mawili ya ngao ya jamii kombe la muungano kombe la mapinduzi na toyota cup yanga itamkumbuka kama kiungo mshambuliaji na fundi aliyeleta utofauti, huku mashabiki wakimtakia kila laheri katika changamoto mpya. Hii ni Msasa Media, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kupitia Msasa Online. Msasa, kisasa zaidi.